Naitwa Abel Kaseko, mimi ni mkuu wa bidhaa na mauzo wa benki ya taifa ya Biashara, NBC. Leo hii tuko hapa kuwapatia ujumbe maalum. Kuna ofa maalum kwa ajili ya watumishi wa umma wa ambao wanatumia mfumo wa ESS, yaani ess.utumishi.go.tz. Tumeondoa ada ya kuomba mkopo. Sasa hivi mtumishi wa umma ataweza kupata kiasi kubwa cha fedha kwa ajili ya ku, malengo yake. Tunatambua kwamba watumishi wa umma wana malengo ambayo walijiwekea mwaka huu, na tunataka malengo hayo yaweze kutimia. Hii ofa ipo kuanzia sasa, mwezi Oktoba mpaka mwezi Disemba, na mkopo ukiomba, unapewa ndani ya masaa 24 unaenda kukamilisha e, ndoto yako. Karibu NBC tukuhudumie. asante sana -san. NBC daima karibu nawe.